Hello, uh, habari za leo. Karibu tena katika chaneli yetu ya JWS Herbal cliniki, anaitwa Dr. Jimmy, na leo tutaangalia uh, sababu za mimba uh, kuharibika. Uh, uh, mimba kuharibika hizi uh, zimekuwa ni changamoto kubwa uh, siku hizi uh, watu uh, mimba, unakuta wiki ya ishirini ina collapse, uh, inatoka. Sasa wingi, uh, mara nyingi hii kitokea zaidi ya mara tatu, basi hawa watu huwa wanaingia A, kwenye msongo wa mawazo na kukata tamaa. Nikukumbushe, usikate tamaa, tiba ipo ya kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Ingawa kwa leo tutaelezea sababu za mimba kuharibika. Kuna sababu nyingi nyingi, a, nyingi sana ambazo zinasababisha mimba kuharibika, lakini tuanzie kwenye sababu ndogo ndogo ambazo pengine tunashindwa kuzihimili. Kuna sababu za kimazingira sababu za kimazingira ambazo zinapelekea mimba kuharibika. Sababu ya kwanza tunasema ni kutumia virevi. Virevi hapa kuna sigara, kuna bangi, kuna pombe. A, mara nyingi hivi ni vitu ambavyo vimekuwa vikipelekea mimba kuweza kuharibika. Kwa hiyo kama una ujauzito, kitu cha kwanza uweza kudhibiti pombe lakini pia a, sababu nyingine ni msongo wa mawazo. Mara nyingi wajawazito wamekuwa changamoto na katika msongo wa mawazo, mtu anakuwa na stress kuzidi a, a, kuzidi kiasi ambayo ukiwa na stresi, basi kunazalishwa homoni ya kotso, ambayo ina inaathiri uwiano sawa wa homoni a, ya uzazi ambayo tunaitwa homoni ya progesterone. Kwa hiyo kuweza kusababisha a, mimba kukorapsi moja moja kwa moja. Lakini pia kuna ugomvi, kugomvi, kupigana, kutoelewana, hizo ni sababu zote za kimazingira. Mara nyingi pia zimekuwa ni changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikisababisha mimba kuharibika. Ina maana ikitokea wakakupiga sehemu ya tumbo, basi pia inaweza ukaathiri uka na, uka na kiumbe kilicho kwenye tumbo lako. Kwa hiyo hakikisha unaepuka haya mazingira, ili uweze kuweza kuweza kufikia umri kufikia muda kuweza kujifungua. Lakini sababu nyingine ni sababu za uzazi kwa upande wa baba mara nyingi pia na sisi wanaume tumekuwa na changamoto kuweza kuwa na zile mbegu ambazo ambazo sio imara na sio bora, kwa sababu uh, unapozalisha zile mbegu zako inabidi kwanza ziwe na uwezo wa kutungisha mimba na ziwe complete, kwa sababu uh, zile mbegu, kila kila kila kilichopo pale kina kazi yake. Kuna kazi kucha, uh, nywele, macho, masikio yaani, uh, mbegu ndo inayoamua kila kitu. Kwa hiyo ukikuta una changamoto kwenye mbegu zako, aidha ni dhaifu, aidha hazina ubora, pia ni chanzo kikubwa sana cha kuweza mimba collapse. Na mara nyingi kwa wanaume wa mara nyingi tumekuwa tukichukulia kwamba sisi hatuna changamoto, changamoto zipo kwa wenzetu, lakini pia na sisi tumekuwa ni chanzo kikubwa kinachopelekea kinacho mimba kuweza kukorapsi. Ikitokea umezalisha au umeweza kutoa mbegu zisizobora, zisizokuwa strong, basi hakikisha basi, hiyo mimba inaweza kutoka. Lakini kwenye video ambazo zimepita sasa tumesha kuelezea namna ya kufanya ya kuimarisha mbegu zako ambazo ni afifu, ambazo ni dhaifu na hazina a, ubora. Tumeweza kuelezea namna rahisi ya kuweza kutengeneza afya yako iweze kuwa imara na kuweza kubebesha huo ujauzito. Lakini pia uh, uh, kingine ambacho ni chanzo cha mimba kukorapsi uh, uh, tunasema ni magonjwa yale ya mfumo wa uzazi ya kina mama. Sasa uh, ugonjwa namba moja tunasema ni uvimbe uh, kwenye kizazi. Sasa vimbe kwenye kizazi kitu cha kwanza huwa inavuruga kwenye, inavuruga mji wa uzazi tunajua, mtoto lazima atungwe kwenye mji wa mimba ambayo tunasema uterus. Kwa hiyo ikitokea kuna uvimbe kwenye ule mji wa uzazi inapelekea pia mimba kuweza kukorapsi. Lakini changamoto ya pili ambayo inapelekea mimba kukorapsi tunasema, uh, ni kuwa na shida kwenye mlango wa kizazi. Unapokuwa pia na shida kwenye mlango wa kizazi inaweza kapelekea mimba kukorapsi. Kuna chango, chango mara nyingi kwenye video ambazo zimepita tumeelezea chango akiundani uh, kabisa akiwa uh, na chango na dalili gani na sababu zake lakini pia na madhara yake na namna ya kuondokana uh, na chango ya uzazi. Pia imekuwa ni changamoto inayopelekea mimba nyingi uh, kukorapsi. Lakini pia kitu kingine kinachopelekea uh, mimba ni endometriosis. Endometriosis tunasema ni changamoto ambayo inatokana, kuna tishu ambazo zinatakiwa kukua au kumea ndani ya mfuko wa kizazi. Kwa hiyo ikitokea zile tishu zimeweza kukua na kumea nje ya kizazi, ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiweza kusababisha mimba iweze kukorapsi moja kwa moja ila kwenye video pia ambazo zimepita tumeshaelezea changamoto hii na wengi wameweza kuielewa kiundani ya endometriosis; sababu, dalili, madhara na namna ya kuondokana na changamoto ya endometriosis. Kama hujaona, basi hakikisha unafuatilia. Uh, lakini pia kuna swala la umri. Mara nyingi tumesema watu ambao wanakuanzia miaka 35 na kuendelea, wapo kwenye nafasi kubwa ya kuweza kubeba ujauzito na kuweza uh, kutoka moja kwa moja. Ndio maana mara nyingi tunashauri sana mtu kuweza kuzaa uh, mapema na kuweza kuondokana uh, na hiyo uh, hiyo aza za kwa mpango kwa mpango maalum useme kwa kuwa daktari amesema ni kuzaa mapema uh, za kwa mipango ambayo unakuwa nayo ila ukitambua miaka 35 plus inasababisha mimba kuweza uh, kukorapsi. Lakini pia changamoto nyingine uh, ni chanzo kingine cha mimba kuharibika ni homoni kuvurugika. Homoni especially homoni inayohusiana na mimba tunasema progesterone. Progesterone ikitokea imeweza kuwa chini, basi ndugu yangu a, hiyo mimba huenda ikaweza kuharibika. Kwa hiyo swala la homoni, hakikisha unatumia vyakula ambavyo mara nyingi vina balansi homoni zako, ili usiweze kupata changamoto ya mimba kukorapsi lakini changamoto kuu nyingine ambayo wengi wamekuwa wakipuzia ni changamoto ya PID. PID ambayo tunasema a, ni maambukizi kwenye via vya uzazi. PID ile ni maambukizi kwenye via vya uzazi ambayo via vya uzazi tunaangalia kwenye uterus, kwenye fallopian tubes lakini pia kwenye ovary kiwa ndani. Kwa ina maana ikitokea umekuwa na changamoto pia inasababisha mimba kutoka kutoka. Sio mimba tu kutoka na kusababisha wewe usiweze kubeba ujauzito na mimba kuweza kutungwa nje ya kizazi. Kwa hiyo mara nyingi pia hata mimba kutungwa nje ya kizazi sababu ya PID inasababisha mimba kuweza kutoka kwa sababu a, mtoto hataweza kusurvive na aweze kupata virutubishi vyote ambavyo anatakiwa kuvipata akiwa tumboni. Lakini sababu nyingine a, ni magonjwa ambayo a ya magonjwa kwa sababu, kuna kuna sababu nyingine za kijenetiki kwenye changamoto ya chromosome ambazo hapo tunaongelea kijenetiki kwa mama a, na baba a, sasa hizo pia ni changamoto kubwa. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea vizuri sababu za kijenetiki ikiwepo pia na kitu tunakiita lizards factor, lizards factor plus and negative. Tumeelezea vizuri, kama hujaona, fuatilia kwenye video a, ambazo hazimeweza kupita. Lakini pia kuna changamoto ambazo tunasema kwanza, kuna pressure ya kupanda, shinikizo la damu tuseme pressure. Ina maana ukiwa na shinikizo la damu imekuwa ikipelekea preeclampsia, ambayo inasababisha mimba kutoka moja kwa moja. Kwa hiyo kama una pressure ndugu yangu, hakikisha unatibu pressure ili utengeneze mazingira mazuri ya kuweza kupata huo ujauzito. Lakini pia kingine kinachosababisha mimba kutoka ni swala la kisukari. Mara nyingi tunahitaji sukari. Ikitokea sukari kwenye damu haipo sawa, haipo sawa, pia ina, ina, ina, inatoa nafasi kwa kiumbe kilicho tumboni kisiweze kusurvive kwa muda, kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza ikapelekea pia swala la kisukari, mimba kutoka. Lakini pia kuna watu wenye pia bawasiri, mara nyingi mimba zao zimekuwa zikitoka a, mara kwa mara zinatoka mara kwa mara, na kushindwa kubeba Uh, ujauzito. Kwa hiyo kama una hizi changamoto hakikisha uh, hakikisha uh, unaondokana na hizo uh, hizo changamoto ili uweze kutengeneza mazingira mazuri ya kubeba uh, ujauzito. Lakini pia uh, kuna magonjwa ya autoimmune, autoimmune kwa mfano, kuna rheumatoid na hizi changamoto zinatoa nafasi chache kwa mama mjamzito ashindwe kubeba uh, ujauzito na ujauzito wake Uh, uweze uh, kutoka. Hizo ndo baadhi uh, ya sababu zinazopelekea mimba kuweza kutoka na mimba usiweze kubeba ujauzito uh, kabisa. Kwenye video au kwenye komenti hapo, tukomentie au tuelezee uh, unadhani wewe ni changamoto gani inayokupelekea ushindwe kubeba uh, ujauzito. Tunasema uh, sharing is caring. Kwa hiyo utaweza kushare na sisi na sisi tutaweza kuona uh, namna ya kukushauri kiurahisi kuondokana na hiyo changamoto na kuweza kupata ujauzito. Lakini pia kwenye video zimepita tumeelezea ni mazingira yapi mazuri, mazingira yapi bora ambayo yanakusababisha wewe uweze uh, kubeba ujauzito uh, kwa haraka. Kwa hiyo nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na kukoment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya tunazozituma kila siku.